Salamu kwa wote, angioplasti ni utaratibu wa kawaida sana siku hizi. Kwa hivyo angioplasti inaitwa vinginevyo kama u uh, angioplasti ya moyo ya percutaneous transcoronal, kwa kifupi tunaita PTCA. Kimsingi, kabla ya angioplasti, wagonjwa huwa wamefanyiwa kipimo cha angiogram ambacho ni kipimo cha kubaini kuziba kwa mishipa ya damu ya moyo. Sote tuna mishipa mitatu ya damu inayolisha moyo. Angiogram hufanywa mwanzoni ili kubaini asilimia ya vizuizi na usambazaji wa kuziba huko. Na kama kuziba ni zaidi ya asilimia sabini katika eneo fulani, basi hiyo angiop hiyo kuziba haiwezi kutibiwa kwa dawa. Na vizuizi vyote vilivyo chini ya asilimia sabini vinaweza kutibiwa kwa dawa. Na angioplasti itahitajika kwa mgonjwa mwenye kuziba zaidi ya asilimia sabini ya mshipa. Katika angioplasti, mgonjwa kawaida hulazwa siku ya upasuaji. Kwa mfano asubuhi saa 2, kisha upasuaji hufanyika kati ya saa 4 hadi saa sita, hutegemea upatikanaji wa maabara ya kazi na hali nyingine. Na kawaida angioplasti isiyo na matatizo na yenye kuziba moja huchukua dakika 40 hadi 60 kukamilika. Katika angioplasti inafanywa kupitia tundu dogo, mara nyingi huitwa upasuaji wa tundu dogo. Kimsingi tunaita hii taratibu ya uingiliaji. Inaweza kufanywa kupitia maeneo mawili moja ni kupitia mkono wa kulia, tunapaita mshipa wa radial. Ndiyo, bomba dogo la plastiki huwekwa kwenye mshipa wa radial kwenye mkono wa kulia ndani ya maabara ya cath, na kupitia hilo bomba tunaweza kuingiza kadheta ambayo inaingia kwenye chanzo cha mshipa wa damu, na kupitia hilo bomba tunaloliita kadheta, waya wako hupitishwa kwenye eneo lililoathirika, kisha puto hupitishwa juu ya waya, linaenda karibu na sehemu iliyoziba na hujazwa hewa kutoka nje. Hii ndiyo hatua ya kwanza, ambapo kuziba kunatibiwa kwa kutumia puto. Kisha tunakuwa na stenti ambayo inaitwa stenti ya moyo, tunaita stenti yenye dawa au stenti inayotoa dawa. Ni kama wavu mdogo, una unene wa takriban mikroni 80 au mikroni 60. Kwa hiyo ni kifaa chembamba sana kama wavu, inawekwa juu ya puto kwa hiyo inabanwa juu ya puto na inapofikishwa, karibu, inapowekwa kwenye eneo lililoathirika, puto hujazwa hewa na stenti nayo hupanuka na kushikamana na mishipa ya damu. Kama nilivyosema, ina unene wa mikroni 60 hadi 80 pekee, kwa hiyo ni kifaa chembamba sana. Na baada ya kuweka stenti, puto, waya na kaveta vyote vinaondolewa kwenye mfumo na stenti ya moyo inabaki ndani ya mshipa wa damu maisha yote. Sehemu ya pili ni kwamba wakati mwingine tunalazimika kufanya angioplasti ya hali ya juu na ngumu. Katika hali hiyo, tunalazimika kupitisha kupitia paja la kulia. Kimsingi, kuna mshipa unaoitwa mshipa wa femoral, ambapo tunaweka mirija mikubwa zaidi, katheta kwa ajili ya angioplasti ngumu. Angioplasti ngumo ni kwa wagonjwa ambao wanapata vizuizi baada ya upasuaji wa bypass, wagonjwa ambao hawana tu mkusanyiko wa cholesterol bali pia vizuizi vingi vilivyogandishwa na chokaa ambapo chokaa inajikusanya juu ya vizuizi vya cholesterol. Na chokaa ni kitu kigumu sana, hivyo hatuwezi kupanua stenti ikiwa kuna chokaa nyingi. Katika hali hiyo, tunafanya taratibu maalum. Kuna aina nne za taratibu. Moja ni rotational atherectomy ambapo kuna kifaa chenye almasi kinachozunguka ndani ya mshipa wa damu mara laki moja na themanini. Na hicho kifaa hukata chokaa kuwa vipande vidogo sana chini ya mikroni nane. Ni ndogo kuliko ukubwa wa seli zetu nyekundu za damu. Baada ya hapo tunatumia puto na kisha kuweka stenti. Kifaa kingine ambacho kimekuja ndani ya mwaka mmoja uliopita na tunakitumia sana siku hizi ni orbital atherectomy. Hiki ni kifaa kinachozunguka kwa mzunguko maalum kama vile dunia inavyozunguka mhimili wake na pia kuzunguka jua. Hiki kifaa kina mizunguko miwili na kinaingia ndani ya mshipa wa damu na huzunguka mara elfu themanini kwa dakika. Hapa kalsiamu hukatwa tena vipande vidogo vidogo, lakini hiki ni kifaa kikubwa zaidi ambacho kinaweza kukata hata kalsiamu iliyoko ndani kabisa. Kifaa kingine kinaitwa intravascular lithotripsy, ambapo lithotripsy ni mawimbi ya mshtuko yanayotoa mshtuko na yanaweza kuvunja kalsiamu. Hivyo hivi ndivyo vifaa vitatu muhimu ambavyo tunatumia siku hizi kwa kuziba mishipa yenye kalsiamu. Kuna aina maalum ya tundu kwenye mshipa inayoitwa chronic total occlusion ambapo mgonjwa hupata kuziba kwa asilimia mia moja polepole pole kwa muda fulani. Vizibio hivi ni vigumu sana, ni vigumu sana kupenya na kupitisha waya kwenye tundu hilo. Hapa tunatumia waya maalum za CTO na mipira maalum ambapo waya ngumu hutumika kuvuka tundu lililoziba na kisha stenti hupandikizwa. Pia kuna aina nyingine za tundu ngumu zinazoitwa bifurcation lesions ambapo kuziba kunatokea sio tu kwenye mshipa mkuu bali pia kwenye tawi lake, na kama tawi hilo ni kubwa, tunalazimika kupandikiza stenti mbili kwenye sehemu zote mbili zilizoziba, na tunapaswa kusukuma moja ya stenti hizo ili kuhakikisha mtiririko wa damu unaendelea vizuri. Hizi basi ndizo aina ngumu na za hali ya juu za tundu ambapo tunatumia picha za ndani ya mishipa ya moyo ambapo tunapitisha kaveta kama vile intravascular ultrasound au optical coherence tomographic, OCT ambazo kimsingi zinachukua picha ya ndani ya mshipa wa damu na kutupa taarifa kuhusu kile kinachosababisha kuziba huko. Hii inaitwa angioplasty ya usahihi ambapo tunaweza kuweka stenti na kuhakikisha stenti imekaa vizuri kwenye mishipa ya damu ya moyo. Hivyo basi hizi angioplasti za usahihi na angioplasti mbumu husaidia kuepuka upasuaji kwa mgonjwa, lakini bado kwa baadhi ya aina fulani za tundu bado tunahitaji upasuaji wa bypass. Kwa hiyo upasuaji wa bypass ni sehemu muhimu sana ya matibabu. Kwa kufanya hizi angioplasti za usahihi tunaweza kuepuka kurudi tena kwa kuziba kwa mishipa. Kimsingi tunapaswa pia kujua kuhusu madhara ya hizi stenti. Stenti kwa kawaida zina kiwango cha kurudi tena kwa kuziba cha asilimia mbili hadi nne kimsingi unapoweka stenti kwa watu mia moja asilimia mbili au nne ya wagonjwa wanaweza kupata tundu linalokuwa polepole ndani ya mshipa wa damu na kusababisha tena kuziba. Hii inaitwa restenosis, lakini hizi vizuizi vinaendelea kujitokeza polepole pole. haitasababisha hali yoyote ya dharura ya moyo. Inaweza kudhibitiwa tena kwa utaratibu maalum unaoitwa upandikizaji wa puto yenye mipako maalum. Hivyo haya ndiyo mambo muhimu tunapaswa kujua kuhusu angioplasti kwa vitendo. Asante.